Kama mlizaliwa mapasa, siku ambayo wan, utatakiwa kwamba uondoke mwenye mlizaliwa siku moja, wewe utatwaliwa, utaenda, mwenzako atabakia. Acha kuyumbishwa na vitu vya dunia, acha kudanganywa na urembo wa, wa uongo wa unafiki wa Shetani kwa sababu huu mwili hautarithi, hii ni udongo, utarudi udongoni. Ndivyo neno la Mungu linasema ya kwamba mwili ulitoka kwenye udongo na utarudi tena kwa udongo. Lakini taka sana kumtunza na kumlinda mtu wa ndani ambaye ataelekea. Ikiwa kama ulimuandalia nafasi nzuri, ataenda katika uzima wa milele. Ikiwa kama hukumwandalia nafasi nzuri, ataelekea jehanamu.